Na mbali na hayo, tunaarifiwa kwamba wiki moja baada ya wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo kutekwa nyara jijini Kampala, nchini Uganda, bado hawajulikani waliko. Familia ya Oyoo na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu leo walifika katika ofisi za tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu kuandikisha taarifa kuhusiana na kutoweka kwa Wakenya hao wawili. Familia hizo zinataka tume hiyo kuanzisha uchunguzi rasmi ili warejeshwe salama humu nchini, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Gatete. Okay. Wakiendelea kushinikiza kuachiliwa kwa Bob Njagi na Nicholas Oyoo, leo juhudi za kutafuta usaidizi zilielekezwa katika ofisi za tume ya kutetea haki za kibinadamu. Nduguye Oyoo, Norbert Ochieng na Kofi Atinda aliyeponea jijini Kampala, Uganda, waliandikisha taarifa na tume hiyo. Uh, Ocheng uh, um, uh, uh, uh, anasema siku zinavyozidi kusonga ndivyo familia zinaendelea kutaabika haswa kiafya na kimawazo. My mum is, is, um, um, is, is not very young

We would like for Nicholas to, Nicholas and Bob, both of them, to come back, um, bring them back, and if there's anything that anyone has a complaint on, it's then in a lawful society what we do, we take it to court. Serikali ya Kenya ikiendelea kufuatilia swala hilo na serikali ya Uganda. wanaharakati wamekashifu matamshi ya idara ya polisi wa Uganda. waliokana kuwa na ripoti zozote kuhusu kutekwa nyara kwa Njagi na Oyoo na kule Uganda mahakama kuu imesema kesi iliyowasilishwa na mawakili wawili na wanaharakati wakitaka maafisa wakuu wa usalama nchini Uganda kuwawasilisha wawili hao mahakamani itasikizwa tarehe 14 mwezi huu. Haya yanajiri huku familia ya Balozi Humphrey Polepole ikiendelea kushinikiza kuachiliwa kwake baada ya kudaiwa kutekwa nyara jijini Dar es Salaam, Tanzania, Jumatatu. <laughs> Gatete Njoroge, runinga.